Habari za Kenya? Kenya vizuri. mkopoa Tanzania mjambo? enda subai habari yangaji? i lengo la kuja hapa ni kuja kuona hali ya usalama na shughuli zinazoendelea, lakini tulivyowaona Nyinyi wenyewe ni mashahidi kuna hali ya usalama, na mimi kama mkuu wa mkoa wa Arusha, na hapa tuko katikati ya Tanzania na Kenya, nataka niwathibitishie hali ya usalama ni shwari na tutaendelea kuimarisha usalama. Serikali zetu zote mbili, Dr. Samia Suluhu Hassan na Ruto, kwa pamoja wamerithi mahusiano ya kindugu ya muda mrefu ya Tanzania na Kenya. Hawe, haya mawe haya yaliyowekwa, yaliweka. Lakini sisi ni ndugu Kenya na Tanzania. Mpaka wetu huu sisi tulioko hapa lazima tumshukuru Mungu kwamba tumependelewa kuwa katika mpaka huu kwa sababu tunapata riziki na shughuli zetu za biashara ndogo ndogo. Uongo kweli? Wote tulioko hapa tunategemea mpaka huu. Uongo kweli? Uwe una biashara ndogo, uwe bodaboda, uwe mfanyabiashara wa kati, unaangalia mpaka huu wa Namanga. Mpaka huu ni muhimu. Ni muhimu na unapaswa kuwa na utulivu muda wote ili sisi tuendelee kufanya biashara. Leo hii mpaka huu usipofanya kazi vizuri, kuna Watanzania watakosa bidhaa wanazozitumia kila siku kutoka Kenya. Mpaka huu usipokuwa salama, kuna Wakenya watakosa bidhaa muhimu wanazotegemea kutoka Tanzania. Uongo kweli? Kweli. Mpaka huu usipokuwa na usalama movement zote hapa zitatoweka. Kwa hiyo jambo la kwanza, nyie mlioko hapa, nawaomba mlinde mpaka huu nyinyi wenyewe. Kulinda mpaka huu ni kuhakikisha nyie mnaopata riziki, hamna mtu anakuja kuhatarisha amani ili nyie msipate riziki. Mmeelewana? Tumeelewana. Kwa hiyo nyinyi muwe mabalozi wazuri, mjuane nyinyi wenyewe na msikubali mtu akaondoshea hali ya kufanya biashara katika mpaka huu. Ahadi yetu kwa zote pande zote mbili tutafanya tunalofanya kuhakikisha hali niliyoikuta hapa, taarifa nilizopokea, mpaka wetu unaendelea kuwa salama. Kwa hiyo nyie mmebahatika Endeleeni kufanya biashara, hamtopata bugudha yoyote. Mkiwaona askari wanajeshi, hawana shida na nyinyi, wala endelea na kazi zako, hawana shida na wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha nyinyi mnafanya shughuli zenu vizuri, na hili ndo mtaona kwamba serikali yenu inawapenda kwa maana imewawekea, e, ulinzi wa kutosha, ili mfanye shughuli.